Safari ya ukombozi kuletwa kwako na mimi mwinjilisti Hatangimana. Usisahau kusubscribe ikiwa bado kushea, kuweka maoni pia kuweka dole gumba ikiwa unalo. Basi tuanze. Katika mji wa Kibora City, kulikuwa na vijana sita waliokuwa marafiki wa muda mrefu. Urafiki wao ulikuwa wa kina, wakishirikiana katika kila jambo na kusaidiana pale palipotokea changamoto. Walikuwa vijana wa kisasa waliopenda maisha ya anasa na ujanja mjini, licha ya kuwa wote walitokea familia zilizoweza kujikimu vizuri. Kati yao Hale alikuwa mdogo kuliko wote. Wazazi wake mara kwa mara walimwonya dhidi ya kujihusisha na makundi ya mtaani, wakimtaka awe makini na marafiki zake. Licha ya maonyo hayo, Hale alibakia kuwa sehemu muhimu ya kundi hilo. Siku moja walipanga safari ya kwenda kutalii katika mji wa Lufungu, maarufu kwa mandhari yake ya kuvutia na historia yake tajiri. Walijipanga kwa umakini, wakapanga bajeti zao, na baada ya siku tatu kila mmoja aliaga nyumbani kwao kwa njia ya udanganyifu. Kwa kuwa Elia alikuwa na gari alilonunuliwa na baba yake, walitumia gari hilo kwa safari yao. Walipokuwa njiani, walifanya makosa makubwa: walitegemea dira iliyokuwa mbovu Ramani ilionyesha njia sahihi, lakini dira hiyo iliwapotosha, na bila kujua, wakajikuta katika eneo wasilolifahamu kabisa. Makofia aliyekuwa mwenye busara alichunguza dira ile na kugundua kuwa haikuwa sahihi. Hapo wakaanza kujadili namna ya kurejea katika njia sahihi. Ibrahimu, kwa kujiamini, aliwatuliza akisema, hii msijali, naomba mnisikilize mimi. Wakiwa na imani naye, wakampa nafasi ya kuongoza gari hata hivyo, matumaini yao yalipotea haraka walipoona kuwa hata Ibrahimu alichanganyikiwa, asijue wapi aanzie wala afikie wapi. Wakajaribu kutapatapa zaidi, lakini badala ya kujinasua wakapotea zaidi. Hale alihoji kwa wasiwasi, hivi kuna matumaini kweli? Shipola akamjibu kwa ujasiri, dogo, usiogope, tutachomoka kwa huu msala. Dediel naye akakazia kwa kusema, mbona tumefanya misala mingi kitana tumechomoka sana sisi ndiyo wajanja wa mjini. Jesika Ntwi akasema, jamani tuwe wapole, siye ni wajanja wa mjini lakini hapa si mjini, hapa ni porini. Makofia akasisitiza, basi kausheni tutulize akili, huu msala sio wa kitoto, dira nayo inazingua sana. Dediel French mwenye asili ya Ufaransa alijigamba, mimi ndiye wa mjini kuliko nini, naomba gari niongoze lakini hata yeye alipoteza njia zaidi. Wakati usiku ulipoingia, walipaki gari lao na kula chakula cha akiba, kisha wakalala. Lakini Hale hakulala, alihofia sana na kukumbuka maonyo ya wazazi wake. Ulipopambazuka, waliendelea kutafuta njia ya kurudi, lakini walizidi kupotea zaidi. Ilipotimu saa tatu asubuhi, waligundua kuwa hata hela walizobeba zilikuwa zimepotea. Hale aliyekuwa amezihifadhi alikuwa tayari amechanganyikiwa na kuzipoteza na hakuweza kuziona tena. Wote wakamlaumu kwa kupoteza pesa. Dediel akasema kwa kejeli, tatizo la kutembea na madogo ambao hawajui umafia ndiyo hili. Ibrahimu akatoa wazo, kwa hali tuliyonayo, tutembee kwa mguu, tuulizie kwa watu, pia tuuze simu zetu ili tupate chakula na mafuta ya gari. Walitembea hadi kijiji cha jirani, wakauza simu zao na kupata chakula, pia walinunua mafuta ya gari, lakini gari likagoma kuwaka. Hale akiwa tayari ameshaamua kwamba hawezi kuendelea kupotea zaidi, alikumbuka kuwa walikuwa na chumvi, kisha akaitia kwa gari bila wengine kufahamu, ili kwamba gari lisiwake wakazidi kupotea zaidi. Ndipo walipojaribu kuwasha gari, lilishindwa kuwaka kabisa, kila wakijaribu kuingiza gia linazima, Wakiwa wamechanganyikiwa mpaka kufika jioni bila mafanikio yoyote, walilala kwa gari yao. Wakajaribu kutafuta msaada, huku wakitembea kwa mguu. Hata hivyo hawakupata msaada wowote, wakaamua kurudi kwenye gari yao ili kutafuta chochote kitu kilichosalia kwa ajili ya kula. Lakini walipofika mahali walipoliacha gari, walishikwa na mshangao mkubwa, gari halikuwepo kabisa. Jeska Ntwi akasema kwa hofu, hili gari halijaibiwa, lakini kwa kuwa limekaa barabarani kwa muda mrefu, litakuwa limesogezwa kupisha njia. Walianza kulitafuta porini usiku kucha bila mafanikio. Asubuhi ya Jumapili, waliamua kusogea kijijini ili kupata msaada. Wakakutana na Beula na Sifa Kapalala ambao walionekana kuwa wenyeji wa kijiji hicho. Sifa akasema kwa upole, mnaonekana kama wageni hapa. Makofia akajibu mfuateni mambo yenu. Jeska akasema sisi ni ndio wa mjini, achana na sisi. Beula akasema dada Sifa, hebu tuwahi ibada. Wakati huo Ibrahimu akasema kwa dharau, watu wenyewe wa shamba ni wale wanaojifanya kusali, hata tukisema shida yetu hamwezi kutusaidia. Sifa akajibu kwa upole, ni kweli hatuwezi kutatua shida zenu, lakini Mungu anaweza kuzitatua. Walikataa kusikiliza lakini walizidi kupotea. Ibada ilikuwa nzuri, mchungaji Elia alifundisha somo tena, tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Baada ya ibada, Sifa aliporudi nyumbani akakuta vijana hao wamekaa chini ya mti wa kivuli wakiwa wamechanganyikiwa. Alitaka kuwapita, lakini akaikumbuka fundisho la mchungaji na kuamua kuwasaidia. Hale akasema, kwa haraka, naomba nionyeshe njia ya kurudi kwa wazazi wangu. Makofia akasema, dada, tusamehe, tumepotea. Tulikuwa tukielekea Lufungu, tumetokea Luvanga. Sifa akashangazwa, maana hajawahi kusikia miji hiyo. Akasema, mimi sijawahi kusikia hiyo miji, lakini msihofu. Twende nyumbani, yupo baba, yeye atatusaidia. Hatimaye vijana waliongozana hadi kwa mzee Moto naye akawapokea kwa upendo. Alipopata taarifa yao akashangazwa na majina ya miji uitwao Luvanga. Akampigia simu mchungaji Eliya naye akaambatana na, na mwanaye Mrebeu. Walipowasili mchungaji alistushwa kwa jina la miji uitwao Luvanga. Nimeitwa sehemu nyingi kuhubiri lakini sijawahi kusikia maeneo hayo. Walijaribu kila njia kutafuta majina ya miji hiyo waliotoka kama yupo mtu wa kupafahamu. Waliwafikia wazee ili kuwauliza, lakini miji hiyo ilikuwa mipya masikioni mwao. Kila aliyesikia miji hayo hakuonyesha hata dalili ya kuifahamu. Kwa muda mrefu wakitafuta pasipo mafanikio, wanaanza kuishi katika kijiji hicho mpaka itakapopatikana njia ya kurudi. Baada ya muda, vijana hao walianza kuzoea maisha ya kijijini, wakisahau kabisa maisha yao ya mjini. Hatimaye Hale alikuwa wa kwanza kuokoka na kuanza kuitwa Mwinjilisti Hale, jambo ambalo wenzake walimcheka sana. Lakini kadri siku zilivyopita, wote wakaokoka na wakawa baraka kubwa kwa kanisa. Wakihuduma kuwa huduma za kiinjilisti na uimbaji. Naye Ibrahimu alijulikana kwa jina la Mwinjilisti Ibrahimu, pia alijulikana kwa kutunga nyimbo za Injili zilizookoa maelfu. Huku Shipo akihubiri kwa watu mitaani huku akiambatana na wenzake pia. Mwinjilisti Hale alifahamika kwa ushuhudiaji wa mtaani. Siku moja, wachungaji wa mji mmoja ulioharibika kwa tabia za vijana walipanga kuwa na mkutano wa uamsho kutokana na hali mbaya ya mji huo kwa vijana walioharibika. Ndipo kula ikaangukia kwa vijana wa kanisa la mchungaji Eliya kwani wangefaa sana kwa mkutano huo, kwani walikuwa wakihubiri injili isiyogoshiwa na huduma yao ilipendwa sana. Ndipo jopo la wachungaji walipowasiliana na mchungaji Elia ili kuwasiliana na vijana wake. Mchungaji Elia aliwaita na kuwapa taarifa kuhusu mkutano mkubwa wa injili uliopaswa kufanyika katika mji fulani nje ya kijiji hicho. Wakati wa mazungumzo, aliwaeleza kuwa watasafiri kwenda Kibora City kuleta uamsho wa, wa kiroho, kwani mji huo ulikuwa na vijana wengi waliopotoka. Wakati huo vijana sita walipatwa na mshangao mkubwa, hawakuamini kuwa mji huo ndio nyumbani kwao. Beula alifurahi sana na kusema, mimi nimeusikia sana huo mji na nimetamani kufika kwa muda mrefu. Lakini makofia alishusha pumzi na kusema kwa huzuni, mbona siamini ninachokisikia. Sifa akashangaa, mbona unaongea kwa huzuni dada Makofia? kwani huu mji haujui? mbona ni mji maarufu sana? Shipo akasema, mbona kwa muda mrefu tumewauliza mkasema hampajui hata kupasikia. Mchungaji Elia akawatazama kwa mshangao, mmemuuliza nani? Jeska akajibu, mchungaji, kwani ni nani asiyejua ujio wetu hapa kijijini? Sifa akasema, hapana, hakuna asiyejua. Lakini mwinjilisti Hale akasema kwa huzuni, mbona mmetufanyia hivyo, na hata wazazi wangu wamenisahau sasa Beula alishtuka he, nini tumewafanyia? Dediel akasema kwa uchungu tumewaambia mtuelekeze nyumbani, nini mkasema hampajui hata kupasikia? Sifa akajibu ndiyo, hatujapajua kwenu, maana ninyi mlisema mnatokea Luvanga. Shipo akasema kwa mshangao, kumbe tulikosea sana. Tungesharudi nyumbani muda mrefu, kwani sisi tulizoea lugha za mtaani. Mji wetu unaitwa Kibora City lakini tuliwaambia tunatokea Luvanga ambalo halikuwa jina rasmi la mji bali ni lugha yetu ya mtaani. Hapo wakafahamu kuwa walikuwa wanakwenda kuhubiri Injili katika mji wao wa nyumbani. Furaha yao haikuelezeka. Wakagundua kuwa huo ulikuwa mpango wa Mungu wa kuwaokoa ili wafanyike ushuhuda hai kwa vijana wa mji wao walipanga safari ya kwenda Kibora City kwa muda wa siku tatu, na walipowasili wakaanza kuhubiri injili kwa nguvu za Mungu. Vijana wengi waliokoka kama mvua ya masika, wagonjwa waliponywa na neno la Mungu likatawala. Katika siku ya mwisho ya mkutano, mhubiri aliwasimulia hadithi yao kwa maneno yenye nguvu, akisema: tulikuwa sita, mimi, hale yeye, shipo naye Ibrahimu, pia Makofia, Mfrenchi na Jeska, tukiwa katika safari yenye dira mbovu tukapotea katika njia tusiyoijua na hatukuwa na mwelekeo. Hata ulipopatikana msaada, vinywa vyetu vikatamka lugha isiyojulikana, nayo haikukizi kupata msaada lakini tukaangukia katika kijiji cha neema ya Mungu. Hapo tulipookota zawadi nzuri isiyoshikika kwa mkono, ambayo hapo mwanzo tuliibeza sana na kuona haifai, kwani dada yetu Sifa na kaka yetu Beula, wao walionyesha upendo wa kweli uliokuwa na nguvu kuliko ule tuliokuwa nao hata sisi, lakini upendo wao hatukuona kuwa ni kitu. Hawa wametufaa sana, kwani waligundua kuwa tumepotezwa na dira mbovu, nasi tulipaswa kuipokea dira mpya iitwayo Biblia, ambayo ni neno la Mungu. Hapo tuliona njia ya kweli ambayo ni Yesu. Dira yetu sasa ni Biblia na njia yetu ni Yesu Kristo. Hapo sasa hatujapotea hata tena. Ndipo dira hiyo na njia hiyo leo vimetuleta tena kwenu palipo ardhi ya nyumbani, ili kwa zawadi ya neema tuliyoipokea sisi, vivyo hivyo viwafai na ninyi mlio kwa mfano wa sura yetu ya jana Ndipo akahitimisha kwa kusema, ni wengi walio na dira mbovu kwa maisha yao, kwani hata njia hawaifahamu wala waendapo hawapafahamu. Lakini sasa tumewaletea njia sahihi kwa watu wote, ambayo ni Yesu Kristo, kwa dira sahihi itwayo Biblia katika uelekeo usiosahaulika, sio kwa vinywa tu, hata kwa roho, yaani uelekeo ni mbinguni huko, ambako ni haki ya kila mmoja kwa zawadi ya wokovu na Roho Mtakatifu kuwa msaada wa kusoma dira kwa usahihi, hata huipita njia pasipo kupoteza karama za Roho kama sisi tulivyopoteza pesa, wala pasipo kupunguza mwendo kama gari lilivyotiwa chumvi. Njooni sasa watu wote, tumwendee Yesu. Hapo jamii ya watu wengi wakasogea mbele, huku wakiinua mikono yao juu ili kumpokea Yesu. Huo ukawa mwanzo mpya, ambapo vijana wengi waliokoka na mji mzima wa Kibora City ulipokea baraka ya Injili. Ni mimi yule yule mwinjilisti wako kukuandalia simulizi hii ya wokovu. Weka maoni yako hapo, na Mungu akubariki. Asante sana. Usikose simulizi inayofuata.